nayo na mara kadhaa, lakini sasa unapewa jukumu la kukiongoza kikosi kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa Queens, nusu finali ya kwanza, mambo yakoje kwenu wachezaji na mnaingiaje kwenye mchezo wenyewe? ya cha kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu, na tunamshukuru kwa sababu wachezaji wote wako vizuri, wamepata maelekezo mazuri kutoka kwa mwalimu na tumejiandaa vizuri, kwa kikubwa tunamwomba Mwenyezi Mungu dua zake kulingana na maandalizi ambayo tumeyafanya kama wachezaji. Kwa the way ambayo tumejipanga kama wachezaji, tunaamini tunaenda kupata pointi tatu tatum. Wachezaji wanaamini kwamba alama tatu wanazipata kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa Queens, uh, kesho kwenye nusu fainali ya kwanza uwanja wa KMC za saba za mchana. Kama kuna maswali kwa uh, captain Yeah. Kwa maswali yako yote mawili naweza nikajibu kwamba mpira wa miguu ni mchezo wa makosa, na unapokosea mwenzako ni lazima atumie nafasi pila. Mchezo wa mpira wa miguu ni mpira wa maandalizi, so unavyojiandaa vyema ndivyo ambavyo utaperform vyema. So tunaamini msimu huu hapa tuliteleza nyuma, lakini sasa hivi tumejipanga tena upya na tunaamini tunaenda kufanya vizuri. Ya, asante kwa swali lako lakini kiufupi tu kwa sababu unaona kidogo haliko kwangu mimi kama mchezaji. Kiufupi tu ni kwamba sisi ni wachezaji na ni waajiriwa. So sisi mwalimu yeyote anayekuja mbele yetu ni lazima tutii na tumheshimu kwa hela ambayo atatuelekeza. Na na, na cha kwanza kabisa ni mashindano ambayo yanatupa mwanga kwa kulingana na kuelekea katika msimu wetu wa ligi, na pia ni mashindano ambayo yanatupa ya utayari wa namna gani ligi ambavyo inakuja. So ni mashindano mazuri na yanaandaliwa vizuri, tunachoomba tu ni mzidi kuboresha. Ya, asante sana, Easter Mayala Kibo.